Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi leo ninayo furaha kubwa tena kualika katika tafakari yetu ya neno la Mungu leo ikiwa ni siku ya kumi na tisa ya mafungo yetu ya siku arobaini ya Kwaresma, na leo tunazungumza juu ya mnyororo wa nne katika minyororo ile kumi niliyosema inayofunga maisha yetu, na huu ni mnyororo wa, wa uzito wa maisha au ugumu wa maisha au ningesema changamoto za maisha. Ndugu zangu, kuna mama mmoja alishawahi kunisimulia ushuhuda ambao uli ulimwinua sana kiimani. Alikuwa ni mama wa watoto wanne, wa watoto watatu sorry, na yeye na mume wake wote walikuwa na maisha mazuri sana pamoja na watoto wao, maana yake kiuchumi. Na ghafla mume wake akapoteza kazi na maisha yao yakaanza kubadilika sana eh. Madeni yakaanza kuingia, watoto wakaanza kufukuzwa shule, maana hawakuweza kulipa ada kwa wakati kama ilivyokuwa mwanzo na ananiambia hata chakula chenyewe kwenye nyumba kilianza kuwa ni mgogoro. Kwa hiyo huyu mama katika kama unajua kuchacharika kwa kwa wanawake, huyu mama akafungua akafungua aka, aka, aka akafungua biashara ya genge genge la kuuza matunda na kuuza mboga mboga, na anasema faida yake ilikuwa ni ndogo sana, haikuweza hata tu kulipia eh, mahitaji ya umeme pale nyumbani. Kwa hiyo anasema maisha yalikuwa magumu sana lakini anasema usiku mmoja, akiwa amekaa peke yake sebuleni, mume wake na watoto wamelala, wako vyumbani wamelala, alibaki peke yake na akaanza kulia sana ya, akaanza kulia huku anajitahidi asitoe sauti, na machozi yalikuwa yanamiminika, huku akiwa ameshika ile barua kutoka shuleni ya kumrudisha mtoto wake nyumbani kwa sababu tu ya kuto kulipa ada kwa wakati na anasema wakati analia alifika mahali ameshindwa kabisa, akajisemea kwamba moyoni, akasema: Bwana, siwezi tena, nimechoka, siwezi tena Bwana. Lakini kesho yake akaamka asubuhi mapema, akaamua kwenda kanisani kwa ajili ya misa. Alikuwa anapenda kwenda misa za kila siku, na anasema wakati wa somo la injili eh, kutoka ilikuwa inatoka kwenye injili ya Mathayo anasema alisikia maneno haya yakija kwa uzito kwenye moyo wake kwamba njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Hii ilikuwa inatoka kwenye ile Mathayo sura ya sura ya 11 mstari wa 28. Mama huyu anasema maneno yale yalimgusa sana ya, unajua, ilikuwa ni kana kwamba Yesu anazungumza alikuwa anamwambia yeye binafsi, na anasema tangu siku hiyo aliamua kumkabidhi Mungu ule mzigo na ile hali aliyokuwa nayo Eh, akamkabidhi Mungu, alafu akaanza kusali novena. Sasa unajua, ananiambia kwamba si hakupata pesa ghafla wala matatizo hayakutoweka ghafla, lakini aliendelea kumkabidhi Yesu ule mzigo wake eh. na aliweka utaratibu huo kila siku kila siku, alikuwa anaamka asubuhi anakwenda kanisani kusali misa na anasema wakati wa mageuzo pale, wakati padre anafanya mageuzo, alikuwa anamwambia Yesu kwamba Yesu, chukua mzigo wangu, siwezi mwenyewe. Yesu, chukua mzigo wangu, siwezi mwenyewe. Na anasema pole pole, mabadiliko alianza kuona mabadiliko kwenye maisha yao. Anasema miezi mitatu baadaye, eh? anasema baba mmoja ambaye walikuwa wanasali naye misa kila siku zile za asubuhi yule baba akamuuliza, baada ya misa akamuuliza, hivi mume wako siku hizi simuone eh? anaenda kazini mapema sana nini? Yule mama akamwambia, ni mwaka sasa tangu amefukuzwa kazi na hana kazi, kwa kweli hana kazi na hali yake sio nzuri sana. Kwa hiyo yule baba akamwambia pale pale kwamba mwambie aje kuniona ofisini kwangu, eh? Leo mwambie aje kuniona ofisini kwangu. Na yule mama anasema alipoenda kumwambia mme wake mme wake aliamka, akaenda siku ile ile kumwona yule mzee ofisini, na anasema siku ile ile alipata kazi tena, kazi yenye mshahara mkubwa kuliko ule wa mwanzo hmm. Akasema akaanza kumshukuru Mungu kwa novena nyingine na, na maisha yakabadilika kabisa, yakabadilika kabisa. Sasa ndugu zangu, nataka tujifunze hili kwamba huyu mama alijifunza kwamba alijifunza kuwa na amani hata katikati ya matatizo. Na Mungu aliinua alim, alim, mtu ambaye kumbe ana kampuni, alikuwa ni mtu anamwona ni wa kawaida, wanasali pamoja, kumbe ana kampuni kubwa e, na Mungu alimwinua huyu mtu na akamtumia huyu mtu ku, kujibu sala ya huyu mama na mume wake akapata kazi. Kwa hiyo ndugu zangu, leo hii huyu mama anaweza kusema kwamba nilikuwa nimelemewa, lakini Yesu alinipa pumziko la kweli. Ndugu zangu wapendwa, sijui kama umeshawahi kuhisi kwamba una mzigo mzito kwenye maisha kiasi kwamba huelewi unaanzaje eh? Huelewi unaanzia wapi, unaona mambo hayaendi kila upande eh? Au sijui kama umeshawahi kulia kimoyomoyo eh? Kwa sababu ya changamoto zako na ukahisi kwamba uko peke yako, unaona ni kama mzigo umekulemea mno sasa hmm? Huyu mama alibeba mwenyewe, hakupata pumziko, ni mpaka alipomkabidhi Yesu alipomkabidhi Yesu, akapata pumziko la kweli. Ndugu zangu, hebu nikuulize swali hivi. Je, una mzigo wowote ambao hujamkabidhi Yesu eh? Una mzigo wowote ambao unakulemea kwenye maisha ambao hujamkabidhi Yesu? Au je, unaamini kwamba Yesu anaweza kukupa pumziko la kweli eh? Hata katikati ya changamoto nzito za maisha anaweza kukupa pumziko la kweli ndugu zangu wapendwa Maisha ni safari yenye milima na mabonde. Maisha ni safari yenye nyakati za furaha na yenye nyakati zenye majaribu makubwa sana. Watu wengi leo tunabeba mizigo mizito ya matatizo, yawe ni matatizo ya kifamilia, inawezekana ni mahangaiko ya ndoa, inawezekana ni changamoto za kazini, inawezekana tunabeba mizigo mizito ya magonjwa, hali zetu za afya au za ndugu zetu, au labda ni madeni yamekuwa makubwa, au hata mizigo mingine yoyote ile isiyoonekana. No. Kwa hiyo wengine labda tunaishi pia na huzuni kwa sababu tu ya mambo yaliyopita, eh, labda huku tunajilaumu sana au huku tunajuta sana sana eh. Wakati mwingine hata tunajikuta tukitafuta suluhisho kwa njia za kibinadamu, lakini tunashindwa, tunashindwa kupata ile amani ya kweli. Kuna watu wanatafuta suluhisho hata kwa kunywa pombe eh, ili ya sahau, lakini anajikuta amani ya kweli haiji. Pombe ikiisha, bado matatizo yako pale pale. Sasa leo Yesu anatualika katika Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na nane anatualika, anasema njoni kwangu ni nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Ndugu zangu, huu ni mwaliko wa kimungu eh, ni mwaliko wa kutua mizigo yetu mbele za Mungu na kuacha Yesu awe msaada wetu, kumwacha Mungu awe msaada wetu. Unajua, katika bibilia tunamwona mama huyu anaitwa Hana eh? Huyu alikuwa ni mama wa nabii Samuel. Alikuwa na na, na na uchungu mkubwa moyoni mwake kwa sababu ya kutokupata mtoto. Unasoma hii habari kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa, wa, wa, wa kumi mpaka wa kumi na moja huyu mama alikuwa na uchungu mkubwa moyoni kwa sababu ya kutokupata mtoto, na huyu mama alilia kwa uchungu sana mbele za Mungu, akaamua kutua mzigo wake wote mbele za Mungu na maandiko yanatuambia Mungu alimsikia akambariki na mtoto na huyu mtoto ndiye nabii Samuel, sasa nabii wa pekee kabisa ndugu zangu. Hili linatufundisha nini? Linatufundisha kwamba badala ya kubeba mizigo yetu peke yetu eh, tunapaswa kuiweka mizigo yetu mbele za Mungu, mbele za Mungu kwa maombi na kwa imani. Mtakatifu Padre Pio aliwahi kusema kwamba usihofu kuhusu kesho, wewe mwamini Mungu, kuwa kwa, kwa, kwa Mungu sasa hivi atashughulika eh, na mengine yote ya kesho. Kwa hiyo mwamini Mungu kwa sasa, mwamini Mungu sasa hivi atashughulika na mengine yote ya kesho. Kwa hiyo badala ya kuishi katika maangaiko ndugu zangu eh, tunapaswa kuwa na ku, kumwamini Mungu eh, na, kuwa na, na, na kuamini kwamba Mungu ana mpango mzuri sana kwa ajili ya maisha yetu. Inawezekana ndugu zangu, wengi wetu leo tunajaribu kubeba mizigo yetu wenyewe e, bila kumshirikisha Mungu e, na matokeo yake ndugu zangu ndio hiyo kwamba uchovu, tunachoka tunachoka kiroho, lakini pia tunachoka kimwili pia. Hasa tukumbuke Yesu anatufundisha leo kwamba badala ya kubeba mizigo yetu wenyewe tunapaswa tubadilishane naye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 tunasahau kwamba hatuwezi kudhibiti kila jambo. Tunasahau hilo, na ndio maana ndugu zangu, tunapaswa kujifunza kumwachia Mungu ashughulikie yale yote, yale yote tusiyo yaweza, na hata tunayo yaweza. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma sasa, ndugu zangu, tunapaswa kujitafakari na kujiuliza, je, ni mizigo gani ambayo tunabeba ambayo hatuja mkabidhi Mungu bado? Je, ni, ni, ni wasiwasi wa kesho Je, ni ni uchungu wa zamani, au ni hofu ya kushindwa? Ni mzigo gani ambao tunabeba? Tukumbuke maneno ya mtakatifu Yohane Paulo wa pili, aliwahi kusema kwamba usiogope, fungua moyo wako kwa Kristo, naye atakupatia amani, tena amani ya kudumu. Kwao ndugu zangu, tunaitwa na tumeitwa, tunaitwa kila siku kuishi maisha ya imani, sio maisha ya hofu wala maangaiko. Kwa hiyo basi tumwachie Yesu mizigo yetu yote. Tukimtumaini kuwa yeye atatupatia pumziko la kweli, atatupatia nguvu mpya, eh, ya kuendelea na safari yetu ya maisha tena kwa ujasiri na matumaini makubwa. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Fuatana nami katika siku ya kesho tutakapoendelea na mafungo yetu.